ambapo kuna mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili nafasi mbili, na nafasi nyingine ni dereva daraja la tatu nafasi, dereva daraja la pili nafasi tatu. Unachotakiwa kufanya ni kuweza kuandika barua yako ya kuomba kazi na hakikisha barua yako imesainiwa na inaelekezwa kwa mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Kishapu, 22 barabara ya DED dcslp → DC SLP 128837582 kishapu lakini pia maombi yote yatumwe katika mfumo wa electronic recruitment portal au ajira portal zingatia hayo ili uweze kutuma maombi yako na hakikisha una akaunti yako ya ajira portal ambayo umejaza taarifa zako kwa usahihi Then baada ya hapo waweze kutuma maombi yako. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata fursa hizi za kazi serikalini. Asante na karibu.